hata hicho kijumba hapo ng'ambo kuda deki, kina noga. Kuda deki, cheki eh. E, mzigo huu e, nawaekea mzigo waone, waone kuna account ya YouTube hapo bwana Hami Boy akiwa na mpepepe huyu e, ndo bwana mpepe mpepepe e, ili pipa lipo na bwana, ina kitu kimoja ni gundi moto. E, yu, gundi moto hiyo hi, gundi moto hii hii hapa anaita gundi moto gundi moto hii ndo gundi moto kama hamjui e, ni bora sana kwa kusikimu na, na haina fangasi e, haina fangasi haina cha fangasi wanaita gundi moto e, E, kazi ndo hizo. Mm. E, kwa mkutasari wa habari. Na hatubahatishi. E, hatubahatishi kwa mkutasari wa habari za jioni, tunaletea dude du bwana du bwasha hilo. E, bati la kufunika mfuniko bati, mm. Cheki e, nyumba hii iko iko maeneo ya Goba, Goba hii Masaki eh, mzigo huko, mzigo ndo upo hapo, huo ndo mzigo, huo ndo mzigo wenyewe, umetulia, umeng'aa, mzigo wa kwenda mzigo huo hapo unaonekana jinsi ulivyo, na mazingira yake matamu matamu kabisa. Eh, mzigo unapendeza. Mzigo, mzigo, mzigo.